Mimi kama mtendaji ndani ya jiji la Dar es Salaam kipaumbele chetu ni e, uboreshaji na ujenzi wa miundombinu ya elimu halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tunazo shule e, mia moja na kumi na nane. Sasa hii itakuwa itaongezeka, tutakuwa na shule mia moja na kumi na tisa, lakini wanafunzi ambao tuko nao kwenye halmashauri yetu laki moja kumi na nne mia nne sitini na tatu. Sasa utaona ni namna gani ambavyo halmashauri ya jiji kwa kweli tunahitaji uwekezaji katika miundombinu ya elimu. Na hivyo nitumie nafasi hii kuishukuru benki ya CRDB kwa uwekezaji mkubwa kupitia sera ya uwajibikaji kwa jamii. Wameweza kuona kwamba halmashauri ya jiji la Dar es Salaam katika halmashauri zote nchini waweze kuja kuwekeza lakini kumshukuru Mheshimiwa Naibu Spika wetu kwa kazi kubwa na usimamizi wa swala hili. Haya ni matunda yake mwenyewe binafsi kuhakikisha kwamba e, sasa jimbo lake linapata miundombinu ya elimu ambayo matokeo yake yatakuwa ni generation, kwa maana ya miaka zaidi e, mingi ijayo. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kukushukuru sana e, Mheshimiwa Naibu mchango wako kwenye sekta ya elimu ndani ya jiji la Dar es Salaam ni kubwa na kwa kiasi kikubwa umetupunguzia namna ya kugawa rasilimali fedha kwenda kwenye ujenzi wa miundombinu ya shule, lakini fedha ambayo itaingia hapa itakuwa ni nyingi, nadhani wataalamu wanaweza kuja kusema, lakini itakuwa imepunguza sehemu eh, kubwa ya sisi kama jiji kwenda kupeleka eh, eh, fedha eneo eh, hili. Shule hii itaitwa CRDB kwa hivyo ifahamike kwamba shule hii inaitwa CRDB Bank, Bank Model School. School ni shule ya kisasa ambayo nadhani itakuwa haipo nchini, itakuwa ni hapa peke yake. Mradi wetu tumeanza tarehe ishirini na moja kama tunavyoonyesha kwenye program of work pale. Kwa hiyo tunategemea kwamba tutakwenda si zaidi ya mwaka, ni miezi kumi mpaka miezi kumi na mbili. Uh, michoro yetu ni kama inavyoonekana hapa. Tutakuwa na jengo ambalo litakuwa na flo nne, litakuwa na hivyo vyumba vya madarasa kumi na sita na itakuwa na hizo labs nne. Kwa hiyo kwenye picha hapa inaonekana jinsi itakavyoonekana itakapomalizika. Mimi nadhani tunashukuru sana, tumepata nafasi ya kufika kwenye mradi. Wenzangu amekuwa amefika mwanzoni, na sisi tumejiongeza kama tufike leo. Sisi wengine nimemwambia kwamba sisi wengine sio kandarasi, sisi tunasimamia mambo ya fedha, kwa hiyo nidhamu ni moja wapo ya kigezo kubwa katika eneo letu. Lakini kwa sababu mradi huu una jina la CRDB na michoro imechorwa vizuri kulingana na maelekezo, hatutabadilisha michoro, lakini hatuna muda wa compromise na quality standard Nadhani benki yetu ni benki ya viwango na tunategemea jengo hili la viwango. Atarajia kupata maelezo mengine, maneno mengine, kwa sababu mradi sio siasa, ni utendaji kazi. Natarajia kwamba watakuepo wataalam wetu hapo wa benki watakuepo, lakini sisi tutapita kama viongozi kwa ajili ya kujenga, kuhakikisha kwamba ambayo tumeahidi tunatimiza, na shule kama mnavyoona hii na fasili zake ni za kisasa. Kwa hiyo tusingetarajia mjenzi ajenge jengo kwa kutafakari kama ajenge kwa viwango zaidi. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba jengo litajengwa ndani ya muda ambao umesema, miezi kumi mpaka kumi na mbili na tunatarajia kufuatilia kila kazi uingh ili tuweze kutimiza ahadi yetu ambayo tumeshaitoa. Kwa hiyo niombe sana sana mkandarasi usije katuchoka ukatuambia kwamba kazi ni halmashauri si jiji. Hapana, sisi tunakuja hapa kama wadau na wawekezaji. Nataka tuone kazi in value for money, yani kazi yako inalingana na fedha ambazo zimekuja na inaonekana imesema. Kwa kweli mimi tunachoomba ni ushirikiano tu kwa viongozi, kwa maana uh, viongozi wa jiji, mkurugenzi mkuu, eh, tuko na mheshimiwa meya hapa mstahiki, lakini tuko na Mheshimiwa Naibu Spika wamekuwepo kwa ajili ya kuonyesha uzito wa kazi hii. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba mkandarasi umetusikia, kwa hatuna kazi maalum kwenye mradi, ila tuna macho ya kuangalia ili wakishaa kwamba kazi inafanyika.